Gusa achia. Daima mbele. Nyuma mwiko. Maneno mengi ya shukrani ameshayazungumza mkurugenzi, ameshatoa asante na ameshawaandaa kwa tukio la tarehe moja wakati timu ikiwa inakuja hapa, langu la kuongezea ni dogo sana. Msimu huu katika mikoa yote ambayo timu yetu imecheza hakuna mkoa ambao Yanga imeangusha point. Uongo kweli? Yanga imefungwa Dar es Salaam peke yake, mikoani. Yanga sasa wanatabora, msikubali nyie kuwa kwenye rekodi mbaya ya kuwa mkoa wa kwanza timu yenu mkoani ikakosa point. hiyo kazi si mnaiweza? Ndio. kazi hiyo si mnaiweza? Ndio. kutoka makao makuu na alimwadokeza wenzenu pale tuliposimama huku tumekuja kufata zaidi ya ushindi, sindio? Bwana Tabora, tuna kesi nao na hiyo kesi tutazungumza sisi na wao tarehe mbili. Pale lazima tuwarudishe kwenye nafasi yao na wajue kwamba Yanga ni klabu kubwa, sindio? Hiyo natakie kila la heri. Nimezungumza na mratibu hapa, ikiwezekana jioni leo saa kumi, wakati timu yetu ikiwa inacheza tutafute eneo moja, tukae, tuangalie mechi kwa pamoja. Ndio. Eh. Hey. Mratibu atawapa taarifa hapa ni wapi tutakutana, hapo tutaangalia mechi pamoja, tutashangilia ushindi wetu wa leo, tukipanga mipango ya tarehe mbili. Swali so langu la mwisho Dabi inachezwa ichezwe. Asanteni sana.